Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya uzaji meleo tutajifunza jinsi ya kuangalia salio. Jinsi ya kuangalia salio ukiwa unatumia Airtel, ukiwa unatumia Tigo au Yas kwa sasa, ukiwa unatumia Vodacom, ukiwa unatumia TTCL, ukiwa unatumia Airtel. Zote nitaelekeza taratibu jinsi ya kuangalia salio. Kuangalia salio ni namna ambayo utaweza kuangalia e, umebakiwa na kiwango gani cha muda wa mawasiliano iwe GB iwe SMS, au iwe dakika zote utaweza kuangalia. Mfano umejiunga na kifurushi cha aina yoyote cha mtandao wote, labda mfano hata kama ni pocket wifi, hata kama ni router ya mtandao wowote ule Tigo, TTCL, Vodacom, Yasi, Airtel, Halotel zote, ukibonyeza hii namba itakuletea vifurushi ambavyo umejiunga, muda wa maongezi yani iwe dakika ambazo upo nazo, na pia salio lililobaki kwenye simu yako. Sasa tuende step kwa step. Mfano iwe unatumia mtandao wote. Mfano mimi hapa juu natumia Yasi ambayo ni zamani Tigo pamoja na Vodacom, Tanzania. Sasa inawezekana unatumia Halotel, inawezekana unatumia Airtel au inawezekana hata TTCL pia. Moja kwa moja unapandisha hapa, moja kwa moja utatafuta sehemu ya kupiga simu. Mfano natafuta simu ambapo natumiaga kuwapigia watu simu, na angalia, naona hapa amna, na angalia ukurasa wa pili, na angalia, naona hii hapa mimi kwangu inaitwa phone hii hapa ila wewe inaweza ikawa inaitwa call au inaweza ikawa inaitwa jingine yote, lakini asilimia tisini na nane inakuwa na kipicha kama hiki hapa moja kwa moja unagusa hiki kipicha. Baada ya hapo, baada ya kugusa kikipicha, unaangalia hapa sasa. Hapa nitakupa kodi ambayo utaweza kuangalia salio hata kama unatumia simu ndogo. Mfano mimi nitaanza na Tigo ambayo ni yasi yasi, ni namba moja. Nitapiga nyota mia moja na mbili leli, baada ya hapo Nyota mia moja na mbili leli, nazani unaiona hapo. Baada ya hapo, mimi nitaanza na yasi basi, nitabonyeza hapa yasi. Baada ya hapo, nitapiga yasi, unaona USSD ikoni kisha taletea hapa salio lako, hiyo hapo. Okay, basi mimi nitasubiri kama dakika mbili, naachana nayo. Umeona kuna meseji, kwa hiyo mimi narudi nyuma baada ya hapo nashusha hivi chini, unaona hii hapa message, basi mimi nitaigusa. Baada ya hapo ukiangalia kwa hapa chini, utaona imeletea ujumbe, na hapa kuna view all, basi mimi nitabonyeza view all. Italeta maelezo namna hii, umeona hiyo hapo. Itaonyesha salio lako, hiyo hapo, kila kitu na message na kila kitu kwa ujumla. Hiyo ni kwa yasi. Sasa hebu tuende kwa Tigo. Mnaingia hapa kwenye call tena hii e, hapa call. Sasa hivi nitaangalia e, kwa kupitia e, na nili vo, yes Vodacom. Basi nitapiga tena nyota mia moja na nne nne. Umeona nyota mia moja, nane, nane, moja na nne leli. Baada ya hapo kwa Vodacom nitapiga nitapiga nyota mia moja na mbili leli, umeona hapo. baada hapo tabonyeza button ya kupiga. baada yapo nitabonyeza Vodacom, umona itanletea hi Leonard, ndugu mteja, maongezi yuwapo kifu chako ni dakika sitini na saba. nadhani umekiona. nitakaa kwa muda, nitapiga pa. ok nitakaa kwa muda, umwona nasubili Umeona? Bado nasubiri kidogo. Umeona, baada hapo itakuja message. Hapa nikishusha chini hapa notification na message hapa, basi mimi nitaibonyeza, baada ya kuibonyeza nikiangalia ni kwa chini kabisa hapa, itaniambia ndugu Leonard, salio muda wa maongezi akaunti yako ni shilingi sifuri ila dakika umeona na dakika sitini na saba na sekundi arobaini mitandao yote na SMS mia nane na tano apa pachi itanielezea muda wake itaniambia e, kifurushi chako nadhani naona kifurushi chako hiyo hapo mitandao yote hiyo hapo kitaisha tarehe moja mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na sita ndio muda ambao kifurushi kitaisha umeona na hiyo ni hatua za jinsi ya kuangalia salio lako la, la kifurushi salio la muda maongezi, salio la MB, salio la bando la internet, yote hivyo ndio jinsi ya kuangalia. Karibu sana, usiache kusubscribe video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.